Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Kwake Yesu tunasimama ndio mwamba ni salama. Ndiye mwamba ni salama. Zaburi 46 mstari wa kwanza nasema hivi. Mungu kwetu sisi ni kimbilio na nguvu. Msaada utakaoonekana tele wakati wa mateso. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Mungu kwetu sisi ni kimbilio na msaada utakaonekana tele wakati wa mateso. Mateso ndo kama haya ndugu zangu. Bwana Yesu asifiwe. Mateso ndo kama haya, tunateseka tunaonewa, lakini Mungu ndiye mtetezi wetu. Bwana Yesu asifiwe. Nikumbukisha neno moja kwenye Warumi waru, nane mstari wa thelathini na tano anasema hivi, katika mambo haya yote tunashinda na zaidi ya kushinda katika yeye aliyetupenda. Bwana Yesu asifiwe. Katika mambo yote, siyo moja. Siyo moja. Bwana Yesu asifiwe yote tunashinda na zaidi ya kushinda. Bwana Yesu asifiwe. Usikae kinyonge, wewe ni mshindi, wewe ni mshindi mtu wa Mungu, tumeshinda. Bwana Yesu asifiwe. Tunaenda kuomba Baba katika jina la Yesu Kristo wa Nazareth ali hai tunakushukuru bwana tunasema asante kwa ajili ya saa hii asante kwa ajili ya mchana huu tena asante kutupa kibali cha kuwa mahali hapa mchana wa leo mungu wewe ndiye kimbilio letu wewe ndiye muweza mambo yote bwana tunakuja mbele zako watoto wako wewe uliyesema tutafute riziki nasi tunakuja kutafuta katika eneo ili bwana wewe uliyesema katika zaburi ya ishirini na nne nchi na vyote vijazavyo ni mali yako dunia na wote wakao ndani yake e bwana nasi watoto wako tuko katika eneo hili la kampilipili tunatafuta riziki zetu kwa ajili ya familia zetu kwa ajili ya ndugu zetu kwa ajili ya wale walioko nyuma yetu. Bwana, tunaomba e Mungu wa majeshi, utusaidie e Bwana, utuwezeshe e Bwana, utusaidie e Mungu wa majeshi, katika jina la Yesu Kristo. Bwana simama pamoja nasi, simama upande wetu. E Bwana, wewe ule kwa upande wetu, ni nani aliye juu yetu? Hakika Mungu, wewe ndiye muweza wa yote. Tunaomba msaada wako e Bwana, tunaomba msaada wako e Bwana, tunaomba msaada wako e Bwana. Tunatuma nguvu zako hata kwa kiongozi wetu, mama yetu Samia Suluhu Hassan Bwana, lainisha moyo wake, tunajua ni mtu wa haki, ni mtenda haki. Lakini Bwana we ulisema, ninyi pasipo mimi hamwezi neno lolote, nasi tunamsogeza mbele zako rais wetu, tunamsogeza mbele zako kiongozi wetu. Bwana umsaidie, Bwana umwezeshe, Bwana umtie nguvu katika jambo hili e Bwana utusaidie. E Mungu wa majeshi utusaidie. E Mungu wa majeshi utusaidie. E Bwana, Kampilipili ni ya kwetu, ni ya kwetu. E Bwana tunakuomba, e Mungu wa mbinguni utusaidie na kutuwezesha, utusaidie na kutuwezesha. Wewe unasema katika Mathayo saba, ombeni nanyi mtapewa, nasi tuko mahali hapa mchana wa leo tunakuomba, tunakuomba, e Mungu, e Mungu utusaidie ba watazama, watoto wako wameinamisha vichwa vyao mahali hapa, ama inawa mahali yako ya hapa, e Bwana, wakikuomba wewe Mungu, wakiamini wewe ndio kibilio lao, wewe ndio unayeweza, wewe ndio unayetosha. Kwako hakuna lisilowezekana, e Bwana, yote kwako inawezekana. Tunaamini katika wewe Mungu, unaweza kutusaidia, unaweza e Bwana, katika historia hakuna sehemu ulikoshindwa hata moja, nasi ndio maana mchana wa leo tunakuja mbele zako e Bwana, tukimleta kiongozi wetu e Bwana, mbele zako Mungu, mtie nguvu Mwezesha e Bwana, mtie nguvu e Bwana, katika jambo hili Mungu, haki yetu ikaonekane, haki yetu ikaonekane e Bwana. Hatuko hapa kudhulumu mtu wala kumwonea mtu yeyote Bwana, tuko hapa tutafuta riziki zetu, naye Mungu tunaomba utusaidie, tunaomba utuwezeshe, tunaomba utuwezeshe, tunaomba utuwezeshe, tunaomba utuwezeshe tu tu. Sisi sio wezi, sio majambazi, sio matapeli, sio wezi Bwana. Tuko mahali hapa tunatafuta riziki zetu za halali. Tunaomba Mungu utusaidie, tunaomba Mungu utusaidie. Wewe ulisema, ninyi pasipo mimi hamwezi neno lolote, nasi tunakuja mbele zako e Bwana tukiomba msaada wako e Mungu, tukiomba msaada wako e Mungu, tukiomba msaada wako e Mungu. Bwana unaleta viongozi wetu mbele zako, na hata viongozi wetu kuwawezesha zako. Ondoa kila vikwazo mbele yao Bwana, nyosha mapito yao, yakanyooke Bwana, tukashinde katika jambo hili Bwana, tukashinde tuka katika jambo hili Bwana, tukashinde katika jambo hili. E Bwana, fanya wepesi katika kila jambo e Mungu wetu, tunahitaji msaada wako na nguvu yako e Mungu wetu, katika jina la Yesu Kristo tunaomba tukishukuru.

Hakika unayajua ambayo tusioyajua, unatufahamu sisi nyoo zetu. Ya rabi jalia watu nani wanadai haki zao, ya rabi la amini, sababu ya kuwafungulia ya rabi la amini, mirango ya heri ya Allah yala, jalia Mheshimiwa Rais, rais wetu mpore kabisa, tunakuomba hii haki tunaodai ya rabi la amini, wani sababu ya kuwatimizia ya rabi la amini, yala, tunakuomba nae Mwenyezi Mungu akupe busara na hikima uweze eh, kuongoza Tanzania kwa amani na usalama ya Rabbi, ya yahayo ya kayumu tunakuomba, ya Rabbi usaidie ya Rabbi, usahide, ya Rabbi. Sisi tuko mbele yetu mbele yako ya Allah, sisi ni wanyonge ya Allah. Yala tunadai haki ya Rabbi kwa viumba lakini wewe ndio mtoaji ya Rabbi. Amin. Yala tunakuomba tunusuru kama ilivyo nusura ya Rabbi na masahaba radhiallahu anhu ya Rabbi. Amin. Yala tunakuomba tunusuru kama ilivyo nusura mitume na manabii ya Rabbi. Amin. Yala tunakuomba tutoe katika hili tatizo ya Rabbi. Amin. Yala tunakuomba masamiu mtie nguvu ya Rabbi, we ni sababu ya kutuona sisi wanyonge ya Rabbi. Yala tunakuomba tuongoze katika njia iliyonyooka ya Rabbi. Amin. Birahmatika ya Azizi ya kafal Sayyidina Muhammad